Ndiyo, kuna mahusiano kati ya ujauzito na magonjwa ya kinywa na meno. Wakati wa ujauzito, mama mjamzito huwa na mabadiliko ya kihormoni katika mwili wake, mambo ambayo humpelekea kuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya kinywa na meno, hasa magonjwa ya fizi. pia Mabadiliko ya ulaji wa vyakula katika kipindi cha ujauzito humwatarisha mama huyu kuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya meno hasa kwa meno kwa sababu ya ulaji wa vitu vya sukari, lakini pia kumonyoka kwa meno kwa sababu ya ulaji wa vitu vichachu. Tukiachia mbali ulaji wa vitu, mama mjamzito huwa na chovu sana, lakini pia kichefuchefu, hivi vyote viwili humwatarisha kufika katika hali ya kuto kufanya usafi wa kinywa vizuri kwa kupiga mswaki kwa usahihi. Hivyo tuna shauri mama mja mzito katika kipindi chake cha ujauzito aweze kupelekwa kwa madaktari wa kinywa na meno ili aweze kufanyiwa uchunguzi wa mara kwa mara na kuyatambua magonjwa ya kinywa na meno yakiwa katika hatua zake za awali na kuweza kuwezesha utatuaji wake.